Karibuni kwa kipindi chetu cha mjadala wazi na Mwalimu the Ticha. Kuna wanafunzi wangu wengi wamenitumia maswali, wakiniuliza maswali kadha wa kadha, wakitaka tuweze kujadiliana na waweze kupata majibu. Basi katika mjadala huu ambao ni mjadala wazi, mimi nitaweza kujibu maswali haya kulingana na ufahamu wangu, lakini hata nawe pia una nafasi ya kutoa mawazo yako au mchango wako <clears throat> kulingana na maswali ambayo hawa wanafunzi wanauliza. Huu ni mjadala wazi, kwa hiyo mimi nitatoa majibu kulingana na mimi, kulingana na mtazamo wangu, lakini hata nawe pia una ruhusa na fursa ya kuchangia ili pia kutoa mawazo yako katika kujibu maswali haya. Swali la kwanza, kwa nini ndoa za sasa au za siku hizi zinavunjika ovyo ukilinganisha na ndoa za kitambo ambazo zilikuwa zinadumu? Ah, swali nzuri sana. Na tukiangalia hali halisi na jinsi mambo yalivyo ni kweli kwamba kwa sasa hivi ndoa zetu nyingi sana zinavunjika zinasambaratika. Unasikia watu wamefunga harusi, sherehe kubwa imefanyika, watu wamekula na kunywa, lakini baada ya muda mfupi unasikia watu wametengana, watu wameachana. Basi kuna mwanafunzi anataka kujua mbona, chanzo cha haya yote ni nini? Kwa kujibu swali hili na kwa mtazamo wangu, naona kuwa chanzo cha kusambaratika kwa, kwa ndoa nyingi siku hizi ni mambo mawili makuu. Kulingana na mimi, mambo mawili makuu ndiyo yanayochangia Uh, kuvunjika kwa ndoa zetu. Jambo la kwanza au sababu ya kwanza ni pesa, na ya pili ni kukosa uaminifu katika ndoa. Hebu tuangalie swala la pesa. Siku hizi kwa kweli, wengi wanakubali kuolewa au wengine wanaoa sio hasa kwa sababu ya mapenzi lakini ni pesa. Tuchukue mfano mmoja. A dada au msichana, pengine una watu wawili, wanaume wawili au wavulana wawili, mmoja anakupenda sana, tena kwa dhati lakini hana pesa, mifuko yake itupu, haina kitu. Na huyu mwingine, ukiangalia kwa undani, kwa kweli hakupendi, vile hakupendi sana, na hata una hakika naye, lakini ana pesa. Je, kati ya hawa wawili, unaweza kubali kuolewa na yupi? Na nadhani mtakubaliana nami kwamba wengi wasichana wengi wa sasa wataenda kwa yule mwenye pesa, na sio yule mwenye mapenzi, kama wanavyouliza wengine kwa sasa, sasa hivi wengine wanauliza kwamba sasa ukinioa na twende pale kwako ama nyumbani, tutakula mapenzi? Kama huna pesa tutakula nini? Kwa hivyo nakuta kwamba saa hii, na huu ni ukweli, wasichana wengi, kigezo au jambo ambalo wanaangalia zaidi kabla ya kuolewa ni mifuko ya mtu Pesa ni posa. Anakuta kwamba pengine unapotaka urafiki na msichana fulani, pengine swali la kwanza ambalo atakuuliza ni unafanya kazi wapi? Nafikiri kwa nini wanauliza swali hilo, kutokana na pale unapofanya kazi tayari ataweza kupima na kujua huyu aidha ana pesa au hana pesa. Kwa hiyo unakuta kwamba watu wengi kwa sasa hivi wanathamini pesa kushinda mapenzi. Wadada wengi sasa hivi wanaangalia pesa na sio mapenzi lakini tatizo inatokea kwamba pengine, ndiyo mtu anaweza kuwa na pesa na mkawana, kisha baadaye pengine ile kazi yake ikaisha au biashara ikarudi ikarudi chini na pesa zikapungua au zikaisha. Hali hiyo inapotokea, huchangia sana kwa ndoa ile kuvurugika. na mara nyingi unakuta ndoa kama hiyo basi inasambaratika, na watu wanaachana, kwa sababu kigezo msingi wa ndoa ile haipo tena. Basi kwa mtazamo wangu, jambo ambalo linafanya sana ndoa zetu zivunjike sasa hivi ni pesa. Jambo la pili kuu ni kutokuwa na uaminifu katika ndoa. Pengine niulize swali, kati ya wanawake na wanaume, ni wepi ambao wanachepuka zaidi? Ni wepi ambao si waaminifu zaidi? Je, ni wanaume ambao si waaminifu zaidi katika ndoa au ni wanawake? Mimi nitatoa kauli yangu na naomba msinipige mawe, msinipige mawe. Mimi naona wanaume wengi ndio si waaminifu katika ndoa. Wanaume naona wanachepuka zaidi kushinda wanawake, na pia wana visababu tu vingi ambavyo wanatoa ili kuhalalisha upotovu huu ili kujitetea. Kwa mfano uh, utasikia mwanaume akisema kwamba mwanaume mzima hawezi kuwa na mke mmoja Mwanaume kamili lazima awe na wanawake wengine wengi au kadhaa. Wengine nao unena kuwa mwanaume katika hali halisi, mwanaume katika maumbile, yeye ni wa wanawake wengi wengine kwa Kiingereza wanasema kuwa A man is polygamous by nature. Kwa hivyo hiyo pia ni sababu anaotoa kujaribu kujitetea kwamba mwanaume anafaa kuwa na wanawake wengi, na wengine pia bado wanatoa mfano wa jogoo na koo au kuku wa kiume na kuku wa kike. Wanasema ushawahi ama wanauliza ushawahi kuona jogoo mwenye koo moja? Jogoo kawaida, jogoo kamili, lazima awe na koo kadhaa au kuku wa kike kadhaa. Kwa hivyo wengine ujiita mimi jogoo, ujiita jogoo, kwa hivyo lazima awe na akina dada au wanawake kadhaa. Basi hivyo ni sababu ambavyo wanaume hutoa ili kujitetea na kuonyesha kana kwamba kuchepuka kwao si makosa, lakini ukweli ni kwamba kutokuwa na uaminifu katika ndoa huchangia katika kuvuruga ndoa na kusambaratisha ndoa. Watu wanapoana wanaahidiana kuwa waaminifu, kupendana, kuaminiana, kuvumiliana, kusaidiana hadi kifo kiwatenganisha. Kwa hiyo ni makosa kutokuwa mwaminifu katika ndoa, ni makosa kuchepuka maana unamsaliti mwenzako, maana unakosa heshima kwa mwenzako, ni ishara ya dharau. Kwa hiyo sioni sababu ya mtu kusema kwamba nina haki ya kuwa na wanawake wengine nje ya ndoa. Ikiwa ni ndoa ya mume mmoja na mke mmoja basi inapaswa kuwa hivyo, na mawazo haya yangu ni ya ndoa ambapo watu wameoana na wamehidiana kuwa pamoja mume na mke, ni tofauti na ndoa za kitamaduni au ndoa za Kiislamu. Ndoa za kitamaduni nadhani inalingana na jamii mbalimbali na mila na tamaduni zao. Na kwa ufahamu wangu ni kwamba uh, mila nyingi zinaruhusu zinaruhusu mwanaume kuwa na wanawake kadhaa. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye anafuata mila na tamaduni za jamii yake, basi hiyo ni tofauti. Ata atakuwa ameoa wanawake wengi, kuoa wanawake wengine ni ni tofauti kabisa na kutokuwa mwaminifu katika ndoa. Maana hapa ni kwamba wewe umeahidi kuwa na mke mmoja, lakini bado unatoka nje na kutembea na wengine kule nje kwa hivyo ndoa ambayo inaruhusu kuoa wanawake wengi si sawa na mtu ambaye ameahidi kuwa na mke mmoja na bado anatembea nje. Ni makosa pia. Ni tofauti na ndoa za Kiislamu, maana sheria ya, ya, ya ndugu zetu wa Islamu inaruhusu mwanaume kuoa wanawake nadhani hadi tano. Kwa hiyo kulingana na sheria ya dini ya Kiislamu inaruhusiwa kuwa na wanawake wengine, lakini pia sio kuchepuka, maana kuchepuka tofauti na kuwa na mwanamke ambaye umemuoa kihalali na hata wale yule mke wako mwingine anafahamu na amekubali. Kwa hivyo sababu kuu ya pili ambayo pia inachangia katika kusambaratika kwa ndoa zetu kwa sasa hivi ni kutokuwa mwaminifu katika ndoa. Sio wanaume tu wanaochepuka, hata wanawake, japo kwa mtazamo wangu wanaume wamezidi. Uh, unaweza kuta kwamba mama pia anatoka nje ya ndoa yake, na wao pia wana visababu vyao. Wengine wanasema yule mume wake mara nyingi hayupo pale nyumbani, kwa hivyo anakuwa ana, ana peke yake, pengine anafanya kazi mbali. Wengine anasema yule mume wake si mume kamili, hamridhishi. Wengine wanasema mume kila wakati amechoka, na wengine pia hufanya hivyo kwa kulipiza kisasi na wengine izakuwa ni, e, kwa sababu ya pesa. Unaweza kuta kwamba mwanamke manam, ndio yuko katika ndoa na amekutana na mwanaume mwingine mwenye pesa kushinda mume wake, na yule akamshawishi na pesa naye basi akaya, akamsaliti mume wake au kwenda nje ndoa yake. Hayo yanatokea. Kwa hiyo unakuta kwamba wanawake wana pia wapo ambao wanachepuka na hilo pia ni kosa, na unakuta kwamba baadaye ikigundulika kwamba mume ana mke mwingine nje au mke ana mume mwingine nje, basi hilo hutokea kusababisha ile ndoa kuvunjika. Kwa hivyo mwanafunzi wangu, ambayo uliuliza swali hili huo ndio mtazamo wangu kwamba ndoa zetu kwa sasa hivi nyingi zinavunjika kwa sababu mbili kuu: pesa na kutoaminiana katika ndoa. Basi nakaribisha pia uh, mitazamo mingine, mawazo mengine, na kwa sababu huu ni mjadala wazi, basi kila mmoja Uh, ana, ana, ana, ana, ana fursa na ruhusa ya kuchangia. Karibuni sana. Kwa hiyo basi ni vizuri tuweze kuwa uh, waaminifu katika ndoa zetu na kuvumiliana na kusaidiana. Ni vizuri pia kutosheka na kile kidogo Mungu ametujalia katika ndoa, lakini tuwe na bidii ya kutafuta sasa hivi kuna watu wanaabudu pesa, kila kitu ni pesa, hata wamesahau Muumba basi tu. Pesa ni jambo ambalo, ni kitu ambacho tukikosa, basi maisha yanakuwa magumu. Ni vizuri kutafuta pesa kwa bidii, lakini pesa isiwe jambo ambalo linatufanya sisi hata tuvunje tuvunje ndoa zetu. Kwa hiyo tu, tuwe waaminifu katika ndoa zetu na pia tuweze kusaidiana kutafuta pesa na kushirikiana katika hali tulio nayo, na tusiwe na tamaa nyingi zaidi kwa sababu hilo, hilo sana hutokea na hufanya ndoa zetu zikavunjika. Karibuni pia kuchangia na kutoa mawazo yenu katika mjadala huu wazi, kujibu swali la huyu mwanafunzi ambaye, uh, anataka kufahamu kinachosababisha ndoa zetu nyingi kuvunjika kwa siku za sasa, au kwa siku zetu za sasa. Kwa sasa hivi ni kweli ndoa zetu nyingi zinavunjika, na kama mimi nilivyosema naona kwamba zaidi ni pesa inayosababisha na pia kutokuwa waaminifu katika ndoa. Kuna sababu zingine kadhaa, lakini kwangu mimi na kwa mtazamo wangu naona pesa na kutokuwa na uaminifu ndiyo mambo makuu ambayo yanasababisha kuvunjika kwa ndoa zetu sasa hivi. Natumai nimejibu swali lako na wengine pia karibuni, tuweze kuchangia swala hili ili tuweze kufahamu vyema chanzo cha kuvunjika kwa ndoa zetu. Karibuni mchangie.